Naitwa Frank Nyabundege, ni mkurugenzi mtendaji wa benki ya maendeleo ya kilimo TADB. Leo tarehe 21 mwezi wa 5 2025, tumehudhuria kusikiliza bajeti ya wizara ya kilimo ikisomwa na Mheshimiwa Hussein Bashe ambaye ni waziri wetu wa kilimo. Katika bajeti ya mwaka huu 2025 25 kimsingi ame, kwa sababu ndio bajeti ya mwisho katika awamu hii ya sita ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu amejaribu kupambanua vi, e, mambo mengi ambayo yamefanyika katika sekta ya kilimo ikiwa ni uwekezaji mkubwa uliofanyika na matunda yake yaliyotokana na na, na, na uwekezaji uliofanyika katika sekta ya kilimo hasa katika miaka hii minne ambayo Rais wetu Dr Samia Suluhu Hassan amekuwa rais wa nchi yetu, tumeona jinsi ambavyo kwa kweli mambo mengi yameongezeka. Kumekuwepo na uwekezaji mwingi katika sekta ya kilimo. Bajeti ya sekta ya kilimo imeongezeka kutoka shilingi e, bilioni 294 na alipoingia madarakani e, Mheshimiwa Rais mpaka kufikia 1.2 trillion na leo me, wameomba pia 1.2 trilioni, na kwa kweli ni ongezeko kubwa sana lakini, katika kufanyika eh, ongezeko hilo katika sekta ya Wizara ya kilimo au sekta ya kilimo, tumeona mambo mengi ambayo ya yamefanyika. Moja ni ukuaji wa tija. E, ukuaji wa tija ambao unatokana na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika e, sekta ya kilimo ikiwa ni pamoja na kutoa e, ruzuku ruzuku katika mbolea, ruzuku katika m -m -m mbegu, ambayo imesababisha sasa tija imeongezeka. Na tumeona kwa mfano mazao, mfano tu mazao kama korosho, toka e, nchi uumbwe ilikuwa eh, eh, haijawahi kufikisha uzalishaji wa korosho zaidi ya tani laki tano, lakini tumeona kwamba toka ameingia madarakani korosho zimekuwa zi uzalishaji wa korosho umekuwa kutoka tani laki mbili na elfu kumi mpaka kufikia tani laki tano na elfu thelathini na nane. Tumeona mazao mengi chakula kama nchi tumeongezeka kutoka tani milioni kumi na saba mpaka tani milioni ishirini na mbili. Sasa hivi tuna utoshelevu wa chakula takriban asilimia mia moja na ishirini na na nane, na hii yote ni nini? kwamba Watanzania sasa tumeweza kupiga hatua. Na kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, ambacho amekisema mheshimiwa uh, Bashe eh, kwamba tunapokwenda kwenye uchaguzi, wakulima wa nchi hii wanajua jinsi ambavyo wamefaidika na ruzuku, wanajua jinsi ambavyo wamefaidika na bei, bei ya mazao yao imeongezeka. Mfano, korosho imekuwa kutoka shilingi elfu moja mia saba na hamsini mpaka shilingi elfu nne mia tano na hiyo yote ni kwa sababu sasa wakulima wetu wameneemeka, na ni kwa sababu e, mbolea e, imetolewa ruzuku, viwatilifu vimetolewa ruzuku, na uwekezaji mkubwa sana umefanyika katika sekta ya kilimo. Hii yote tunamshukuru mheshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hassan kwa ambacho amekifanya katika sekta ya kilimo na ndio maana tunaona kwa kweli e, bajeti hii ambayo imeanza kujadiliwa mchana wa leo itakwenda kupitishwa kwa kishindo, kwa sababu kwa kweli hata wabunge wenyewe wameipongeza, wamempongeza waziri wetu, wamempongeza Rais kwa uwekezaji mkubwa aliofanya, na ninaamini hata Watanzania waliokuwa wanasikiliza bajeti hii kisomwa, wanaotusikiliza sasa hivi kama mimi ninayoongea, watakwenda kwa kweli kufanya maamuzi sahihi kuhakikisha kwamba wanapokuja kwenye uchaguzi mwaka Oktoba elfu mbili na eh, elfu mbili na ishirini na, na tano wanafanya uchaguzi ulio sahihi kwa kuhakikisha kwamba wanampatia kura za kishindo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili aweze kurudi madarakani aweze kuendeleza haya makubwa aliyoyafanya kwa muda mfupi wa miaka minne. Tumeona jinsi ambavyo sekta ya kilimo imeweza kukua.